Nakujua kwa jina gani? Mi naitwa Mex, Mex imetokana na mengi hey. Ah, uh -huh. na mengi ah. Kama nimeotea vingani kutazama ngolo, lazima atakuwa na jina lake lingine huko, so ni huku, ni Mex au sio? Yeah. Ba, noma sana, karibu sana uh. Wee tukitaka kukutambua na kutambua kama nani <tabu> tambua kama Mix ambaye ni specialist kwenye uso za internet. Okay. Na kufanya branding branding kwenye kwenye mitandao. mitandao za So, mm. okay, mm. Yeah. yeah. Makampuni mbali mbali yeah. Yeah. Mm. So, na unamda gani kufanya shughuli za mitandao? Na muda mrefu kidogo a Vina safari yangu ikaanza, zafanikaanzawaokm tuseme nane hapa, yaso ni mmoja kati ya watu ambao ni wazoefu sana yeah. Yeah. Bila shaka uh, wewe ni mnufaika wa hii mitandao na unajua faida zake na hasara. Yeah. Yeah, sure. yeah. Na tukizungumzia labda internet yani. Uh, kwa mtu ambaye tusikiliza yeah, t tukajua hichi ni kitu gani yani? Atoa tafsiri tu nyepesi ambayo unasema intaneti yeah. mm. ni mtandao mm. ambao upo kimataifa ambao unaunganisha kompyuta na vifaa vingine vya kielektroniki hivyo, yeah. tuza tukapata na kushirikiana au kufikisha taarifa kwa wakati bila mipaka oh, yeah. mipakao yeah. oh, ni kiunganishish kiunganish, yeah. intaneti mimi nilipo hapa mm. ni kwamba jambo langu linaweza nikamfikia mtu wa Marekani kwa, kwa wakati sahihi. Kwa wakati sahi, sahi. Kwa wakati sahi. Ya, tofauti na zamani na na vile vile kama kilivyo. kama kilivyo. Okay. Kama kilivyo kilivyo, okay, kama umeamua kwenda nje nje ya ya mada ya mada utafika <laughs> eh ye. yeah. yeah. Na, kwa mfano na sasa hivi kuna baadhi ya vitu ambavyo vinatumika sana kutuunganisha sisi Saidi. Kwenye internet ni kitu gani ambacho kinaweza kuunganisha mtu na mtu ambacho, kwenye dunia hapa sasa, kwenye dunia hii kwa sasa hivi, tukienda kwenye social networking kuna Instagram, yeah. imekuwa ni rahisi sana kujua matukio ya, ma, ya mataifa mbalimbali mm. ile ukija kwenye masuala ya kawaida mimi na wewe

inafanyaje kazi? Mm, inafanya kwenye kufanya kazi internet. Mm. Lazima kwanza kwa kuna hii hizi tuseme mitandao. Mm. Hii mtandao tukisema mtandao ni kama tunaposema na usio tunaosema kutaja hii ya Yeah. simu. Eh. Ya simu. Ndio ndio, tukusishia kupata internet kwa mm, sababu ndio, yeah, naotoa huduma za internet yeah. Yeah, ili sasa uweze kutumia hizo vitu vingine kama hizo social network okay, social kwa sababu zinategemea internet for real yeah, na internet tunapata kupitia hiyo mitandao mm, ambayo sasa huo ndio tunaita mfumo, ndio mfumo sasa, yeah, uweze sasa kuweza kuingia na kuweza kufanya unachotaka kufanya kwenye internet ambao tunalipia alafu mwisho siku ni kwamba tunaunganishwa sasa. Hiyo ni kitaalamu ambayo inakuja moja kwa moja yeah, sure. Na inafanya kazi pia kupitia vifaa. Kuna baadhi ya vitu ambavyo nyewe ambao mnadili na na masuala ya internet no. Sisi ambao sio wataalamu Urusi no. no. watu wanaona inawezekana usipokuwa na kifaa kama kompyuta simu nini na bado mambo yako pia yakaendelea watu kutazama kwa dunia. Sasa hivi ni ngumu, ni ngumu. Dunia sasa hivi lazima uwe na hivyo vifaa vya kusupport, ili mambo yako yaweze kwenda kwa urahisi. Yeah, so kwa kifupi ni kwamba nasema hii ni sawa na barabara sahihi. Kwa hiyo na data ni nini? Kwa sababu mara nyingi tunaambiwa kuna data, data. Tunarudi kule kule, sasa kwenye

kulingana budget yako ta survive takulingana vipi? Yeah. Mm-hmm. ambao sasa ndo tunapata zile MB, GB. GB. Okay. Yeah. mpata ambao ndo zinaturuhusu sisi kuingia huko tunautaka kuingia kama ni Instagram, kama ni WhatsApp, kama ni X, ni kama ni popote. Mm. popotezindo zinakufanya uweze kuingia. Eh, bana noma sana. Tuko na Max jamani kwamba unatusikiliza kwa wakati huu. Huyu ni mmoja kati ya watu ambao wanadili sana kila siku kwenye mitandao. Wewe maisha yako ni mtandao, kila siku kila... yeah, sure. kila siku kila siku na kwa mfano yeah. Uh, i, kuna namna yoyote mtu ambaye anaweza, uh, kwa sababu tunajiunga data yeah. lakini pia kuna mifumo mingine, kwa mfano wifi, yeah. hizi hizi ni nini hizi? Wi-Fi ni kirudi kwamba mimi naweza nikuwa na kifaa changu mm. aidha kompyuta au simu mm. ambacho kinaweza kuruhusu kushare na mwenzangu zangu. Ndio maana mwenzangu zangu yeah. yeah. iyo ndio maana iweekaa mfano kama hapo ndugu mtangazaji, wewe unaweza kuona kifaa chako mm. akikuruhusu kuingia huko. Yeah. Ila eh, mimi kifaa changu kinaniruhusu, kwa hiyo mimi naweza nikashare na wewe MB zangu data zangu mm. mm. tukawa sawa. Saa oh, yeah. Yeah. Okay. Know, mm. man. Na kwa kifupi tuelezee mm. hata hata kwa kirefu mm. najua kuna faida za internet. Na ni muhimu mm. uh, sisi katika dunia hii ya sasa dio, kuwa na hivi vitu, au si? Naomba kutambua faida zake hizi. Faida tunaweza kusema kwa mimi niweza kufikia taarifa kwa wakati na kwa kwa kwa haraka na kwa njia sio kwa na mipaka. eli mm. Mfano kama kuna za elimu na kitaaluma, kuna video mfano, ni internet, ni internet. Mm. Okay. kwa kwa kwa kwa kwa mfano kama kama kama hizo TV radios, yes, hiyo hiyo lazima kuna kuna internet internet internet inatumika ili kutusikia hicho tunachokizungumza. Watu wanapata elimu kwa urahisi, lakini chanzo chake okay, majukwaa mbalimbali. Mtu mtu na anataka kujifunza kujifunza labda masuala ya internet na ingia moja kwa moja pale, anaingia labda, nakuuliza wewe bana wamehaki bana, mtandao wangu bana, utanijibu. Lakini pia umetumia mtandao Mta moja kwa moja, hiyo hapo. Lakini pia kuna website, kuna YouTube, tunatazama video yes. Hizi blog pia ya zipo na zinafanya kazi uh, kibiashara naweza nikafaidika nika, nika vipi katika upande wa umuhimu wa internet kibiashara, una faida zake ni nyingi hmm. kama sasa hivi kama ni mfuatiliaji biashara si imekuwa ni rahisi kutangaza kwenye hizi mitandao ya kijamii mm. unakuta lese mtu ana duka, yes. Mm. ana duka ana supermarket anafanya ishu yoyote ya kibiashara mm. ni rahisi kuadvertise kupitia Instagram hata kwenye WhatsApp. Ukienda sasa hivi WhatsApp business pia kuna option ya kwa yeah. kuadvertise kwamba unaangalia sasa location yako lese labda tuko mipango na mm. biashara yako inaamua kutarget mipango yeah. Kwao unaweza ukafanya advertisement mipango na wateja wakafikia kwa wakati huo huo mm. tofauti na zamani tunatumia magazeti umeona. yeah. gazeti labda nchi nzima inafikia watu elfu sitini lakini mm. mimi naamini tunaongea hata kwenye radio naweza nikaja kutangaza biashara yangu mm. ikawafikia watu kwa wakati na wengi zaidi yeah. Na nikapata, nikapata matokeo makubwa kwa wakati mmoja na muda ni ule ule yeah. Yani kwamba nachokizungumza ndo kinamfikia ndo kinamfikia mtu hapo mm. hapo hapo kati, tunatangaza kwa magazeti na tangazo manika... wow. wako lakini kuna mtu anakaa Simiu, mm. Gazeti paka imefikia Simiu sio leo. Sio leo alafu, pia anakuwa hawezi kuuliza hapo hapo yeah. Lakini ukiadvertise internet net labda mm. WhatsApp au oh, Instagram, mtu anaweza kaona pale, kauliza pale pale imekaaje, mm. ishingapi, kamjibu pale pale. Ya. Yeah. Ah. Kona -kona. Yeah. Mm. Pia najua kwenye biashara usipokuwa mm. makini kuna hasara zake. Sure, hasara zake ni nini, ambazo mtu anaweza kuzipata? Kwa mfano kwa yule mfanyabiashara mm. ama kwa mtu ambaye ndio mnunuaji wa ile huduma inayotolewa pale, kwa sababu kuna watu pia wanapigwa usipokuwa makini. Kwa mfano mfanyabiashara, ni sehemu gani anaweza kabamizwa hasara? Zipo sana, malalamiko yamekuwa mengi sana. <misa> vipi kuna watu pia wanatembelea reli za wafanyabiashara zimekuwa nafanya mm. biashara mm. yangu yeah, ni, ni nzuri na ime trend afu kuna mwingine alija kafungua akaunti kama biashara zangu hivo, akatembea mtu sunakuta mtu anapigwa hivo anapigwa. Sa kikubwa pale huwa tunajaribu kuwashauri watu tuwe tunahakikisha yani, before ku advertise lazima ofisi ziwepo, ni location ya ofisi, yani kama ni ofisi kwa sehemu fulani utagi ofisi yako na mawasiliano yapo direct mm. na mawasiliano yasipindepinde mtu akiwa na doubt apige simu hapo hapo unaona mm. kwa kikubwa tu ni mmiliki wa biashara na anaefanya kitu awe makini kwenye hicho kitu Korea. yani mawasiliano yake yasio ya kupindapinda hiyo yeah. mm. okay. yeah. yeah. nimeipenda hiyo yani uh, kwa wewe ambaye una wewe ndo unanunua huduma hakikisha yeah. huyo mtu ana loke, location loke yake unaijua, ya kwa mfano wao wopo Dodoma, yuko Dar iko es Salaam i wanajua kwamba jengo fulani na chumba namba fulani ndio ofisi yake ya. sure. hi kuliko ile la za kukutana juu kwa juu ukinyoosha tu mguu mzee akafika hata kwenye mapaja uan ushaliwa. Hiyo hiyo kwa kufanya biashara, inabidi pia wawe makini sana kwa... yeah. Hili uh, kutapeliwa pia inaweza katokea, lakini pia kwa wanaonunua mm bidhaa pia mitandaoni pia inabidi wae makini sae, sana ili ujue wapi unaenda kumkamatia yule mtu ili ujue wapi pia unaweza kwenda uh, kisheria ukaja pia ukadili nayo. Pia hata hizi njia za malipo. Mm. Mm. Hizo ziendane na ofisi na ofisi mm. Sio ofisi inaitwa Mex alafu jina linakuja Jibra. Hiyo mm. pia ni mbaya. Eh? Ni mbaya kwa sababu inakuwa sana hiyo business. Yo. Mm. Okay. Kuna kuna uga inakuwakuna sehemu moja ananwagamatud Mm. Jina tunaliweka pembeni, yani ukilipia jina lilokuja na jina la duka the same, alafu bila hujalipia lazima upige simu kabisa, unafika fresh. Sasa hivi kuna huduma ambazo naweza nikazipata kupitia mitandao? Yani, kwa mfano sasa hivi inawezekana kuna mtu bado anatusikiliza ila bado yuko nyuma sana. Huduma gani ambazo naweza nikazipata kupitia mitandao sasa hivi bana? Mitandao hasa kwenye internet vitu vingi vimeboreshwa sana, yeah. kwenye sekta za afya za mm, serikali yeah. Umeona simu mfano, unaweza kata kusajili kampuni yako, hamna haja ya kwenda ofisi za BRELA yeah. Unafanya yeah. tu kwenye simu yako pale, unasubmit. Kuna malipo ya ya serikali mm. Umeona unafanya tu pale kwenye mtandao wako pale, umeshatumia control number, unalipa, kila kitu kinaisha. Tunapunguza msongamano na kuleta, yani changamoto hizi ambazo zinakuwa zieleweki. hey. eh Yeah. hata yeah. huduma za kibenki sasa. Za kibenki yao. Uf, uf, mtandao. Mtandao tu. Yeah, huna yeah. haja ya kwenda benki kutoa pesa sio kuingia kupanga foleni. Zamani ilikuwa ni kwamba lazima uanze kitabu unatoa fedha au unaweka. Sasa hizi mambo yamepungua sasa hivi. Unaweka pesa benki kupitia nyumbani kwako, tunakata yeah. Unadubukiza muziki. Kuna wakala huko karibu mm. Iko NMB, unaifuta tu kutoka NMB. Unadumbukiza yeah. yeah. najua kwenye mitandao kuna vitu vingi sana yeah. na tumeshazungumza pia tumesogea mm. aa, lakini pia mimi kitu pekee anachokipenda kwenye hii dunia ni kufurahi. Napenda burudani <coughs> naweza nika have fun kwenye mitandao ama naweza nkaa, ndo sehemu ambako inanipatia uzuni kuliko ana mtandao bana, kile <coughs> banakilo <coughs> <coughs> unachokitaka unakipata, yeah. Chochote unachotaka, furaha unaipata, unataka huzuni unaipata. Chochote unachotaka unakipata, wewe mwenyewe unatumiaje? Na ndio maana tunashauriwa sana kutumia katika njia zilizosahihi, kupitia kupata pia sheria za nchi husika, kwa sababu kila kitu kipo. Kila kitu kipo. Eh, na mimi ni moja kati ya watu ambao sasa hivi, kwa mfano sasa hivi watu ambao wametumia mitandao ya kijamii na imewafaidisha pakubwa ni hawa wachekeshaji. Sasa hivi. Ah, jamaa sasa hivi wamekuwa ni moja kati ya platform ambazo zina yani, zinapigana kwa nguvu Shabu na muziki, kwa sababu wamekuja wao, walikuwa wanatuchekesha wa, zamani labda kwenye maharusi unaenda, labda mashuleni ndo wanakuchekesha. Sasa hivi wanatumia majukwaa ya kimitandao kuweza kuposti hivi jokes zao na tunaona yani, kuna yule ambaye unamkubali una search kabisa leo kaposti nini? yeah. unaenda kuangalia unacheka, unafurahi, unarudi pia yeah. Ina pia kwenye uzoni kuna raia ambao unajipanikisha na maisha ya watu eh yeah. <laughs> <laughs> <laughs> um, <laughs> e, mm. stress kama kwa nini yule ameunua gari kali da, mimi sina, unakuwa unajikuta ile ndani kwa ndani na kuumiza yeah. mwisho siku hoya, ni kama unajikuta huko hoi yani bintaban e, lakini pia unaweza ukachota pia elimu mbaya mbaya Sake. na hapo sasa tunazungumzia hasara hasara zake ni nini hasa? Hasara zipo nyingi mm. hasara kuna machapisho ambayo unakuta kama tulivyozoea kuzungumza mm. hasara mojawapo ni kupata taarifa ambazo sio za kweli yeah. mfano kwa biashara ambayo sio ya kweli mm. Pia tunajua kuna juzi kati hapa, nadhani mwaka jana, hata serikali ilishawafungia baadhi ya site ambazo hazina maadili kwa jamii, hasa watoto hizo yeah. Ni moja ya hasara, ndio maana mpaka mm. serikali kafikia hatua ya kufungia zile tovuti mm. ambazo watu husipata yeah. yeah. Bwana noma sana. Hivi kwa mfano, mtu kuuliza kwa hapa Tanzania ni mtandao gani maarufu sana na inawezekana wa Tanzania akawa na utumia wengi. Mtu kenda kwenye research ndogo, unaona ni Instagram. Instagram yeah, yeah, kibongo ni kibongo bongo bongo -bongo. Mm. Alafu pia sio kidia kwenye Instagram na Facebook, hao watu ni wawili tofauti. Yeah. Fuatilia vizuri. Mm. Fuatilia, ukifuatilia first wa Facebook ni mtu fulani

kila mtu kajipata kule yani, hmm. lakini pia WhatsApp ni moja kati ya mtandao nafikiri pia Wabongo kwenye mawasiliano hmm, yeah, wanaotumia sana sana sana tukienda kwenye mawasiliano kuonyesha hiyo, nadhani WhatsApp inaweza kashika namba moja kwa sababu kila mtu mwenye smartphone lazima cha kwanza itakuwa ni WhatsApp. Yeah. WhatsApp. WhatsApp zinasaidia vitu vingi sana hata, yeah. Fanya biashara yako ndogo labda, yes. Unauza nguo, unafanya nini, atakwambia nitumie nione. mm. Nafanya kitu fulani, hebu tuone kazi zako. Mm. Muone. Yeah. Mon. yeah. Utakuja kuuliza baadaye, unamtandao Instagram. Okay. Kama unataka saingie Instagram saone labda Kazi zako, biashara yako unavyo post nini? Mm. Lakini starting point itaanzia na WhatsApp. Yeah. Hata mm, ukikutana na mteja atakuuliza tu namba yako iko WhatsApp. Mm. Mm. Ipo WhatsApp. Yeah. Yeah. Kwenye haya yote yanayofanyika, kwa mfano mimi ni mfanyabiashara. Yeah. Uh, wewe kama mtaalamu ambao una deal na watu ambao ni ni makampuni ama nini? Naam. Ukimwambia akiomba ushauri atumie mtandao gani sana kibiashara hapa Bongo? Ni mtandao gani ambao mtu tutamwambia na kwa nini? Kabisa, hapa cha kwanza kumshauri itakuwa ni Instagram. Mm. Kwa sababu Instagram ina watu wengi wanaothubutu kufanya kununua chochote hata kuuliza bei tofauti na mitandao mingine. Oh, yeah. Yeah. Kija kwenye ishu ya WhatsApp, ukia advertise kwenye Instagram, kitakachofuata sasa ndio taomba namba yako ya WhatsApp mm. Au kwenye ile page yako mara nyingi lazima umeshaweka details zako zote mm. Location, namba yako ya simu ya WhatsApp. Kuna mwingine atakuwa ni mzembe Instagram kufuata, atataka tu moja kwa moja, mm. Kwa ya achukue namba yako ya WhatsApp, akucheki kwanza kabisa mimi nitamwambia Alafu abahti nzuri sasahiukiongela ni, ni platform moja mm. Kwa ni WhatsApp yako ya advertise itakupeleka kwenye Facebook, Instagram kwa wakati oh yeah. E, kwa tukizungumzia tumezungumzia mitandao mitatu mm. WhatsApp, Instagram na aekmaaasina okay. kwa wakati mmoja. Bana noma bana, tupo na Yabana, aa, na, mtanda, na mtaalamu hapa na tupo naye bado, so tunakwenda break fupi kidogo, tutasikiliza burudani alafu ntarudi pia kwa ajili yako hapo hapo kati. Namba yetu ni 0710 666984, kwamba watusikiliza 0710 666984 na hii hapa inaitwa Micharazo Time inaitwa Ngela Ngela. huu ni wimbo www.betika.co.tz Namba ya malipo ni tano nne tano nne tano nne Betika, chagua la mabingwa. Vigezo na mashariti kuzingatiwa. Habari Tanzania Kuanzia Machi 2025 tunakuja na kipindi kipya cha moja kwa moja. Ni kipindi cha kipekee kilichojaa taarifa muhimu kuhusu malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto, na kurushwa katika kila pembe ya nchi yetu. Tunazungumzia umuhimu wa afya bora, lishe toshelevu, elimu na uchangamshi wa awali, ulinzi na usalama, na malezi yenye kuitikia hisia za mtoto mdogo, kuanzia umri wa miaka sifuri hadi miaka minane. Maana kila mtoto wa Tanzania anastahili kufanikiwa, na msingi bora ndiyo kila kitu. Aidha, wat wetu wakikuwa katika utimilifu na taifa letu pendwa litaendelea kupiga hatua kubwa kimaendeleo. Jiunge nasi kupitia redio hii kwa kufuatilia matangazo ili uwe sehemu ya mijadala kabambe itakayohusisha wawakilishi kutoka serikalini, asasi za kiraia, viongozi wa dini na nyinyi wananchi kwa ujumla. Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto wa kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto na mmoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC. <coughs> Kutoka miamba ya kale hadi hadithi za vizazi, Kondoa inasimulia historia ya Tanzania kwa michoro, tamaduni, pori la akiba, mkungenero na uzuri wa kipekee. Baadhi ya vivutio vinavyopatikana Kondoa ni pamoja na maeneo ya michoro ya miambani, toka enzi na enzi za mababu. Mandhari ya pori la mkungenero ambalo lina wanyama mbalimbali akiwemo tembo, swala, farasi, fisi na twiga. Tusaidie kufungua hazina hii ya historia, tujifunze, tujulishe watu wanaojua kwa undani hadithi za Kondoa. Lakini, lakini, lakini. Ewe mfanyabiashara katika mji wa Kondoa, ni fursa kwako. Unaweza kutangaza biashara yako kwa bei nafuu kupitia Dodoma FM Radio. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kupitia simu namba 0717090651 au sifuri saba, kumi na nne, hamsini, arobaini na mbili, sifuri mbili. Kondoa ni zaidi ya mandhari, historia inayoishi. Jiunge nasi katika familia ya ushindi. Dodoma FM ipo kwa ajili yako.

kukufurahisha kwenye stage ni kipotoshi Mimi nilivyofiwa huyo mwanangu Jube, akaja amekuwa msibani, akaja msibani na yeye, niliona ule msiba na utumia Jube ni kama msiba wake, kana niuma sasa, yani atujazika na lia, anazimia kazimia kama mara tatu, yani amenizidi mpaka mimi, watu wanakuwa tension na yeye, wananiacha kabisa, mfiwa wa Dada Frank Matthew bila kumsahau Deo Gratias pamoja na malikia wa Comedy Mambise. Shughuli yote itasimamiwa na Liwalo na Liwe yani MC Kisoli na Gilbert Munga. Kwa wale wa kawaida kiingilio ni shilingi elfu 15, VIP ni elfu 30 tu, huku VIP elfu 50. i50 alafu Royal Seat ni shilingi laki moja. Shughuli hii yote itafanyika pale Mabeyo Complex Hall Dodoma. Hii si ya kukosa maei. Show hii imepewa nguvu na Style Hub Boutique, Kaiser Building Material, Cyril Aluminium Store, Dodoma FM na Dodoma TV. Habari Tanzania. Kuanzia Machi 2025 tunakuja na kipindi kipya cha moja kwa moja. Ni kipindi cha kipekee kilichojaa taarifa muhimu kuhusu malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto, na kurushwa katika kila pembe ya nchi yetu. Tunazungumzia umuhimu wa afya bora, lishe toshelevu, elimu na uchangamshi wa awali, ulinzi na usalama, na malezi yenye kuitikia hisia za mtoto mdogo, kuanzia umri wa miaka sifuri hadi miaka minane. Maana kila mtoto wa Tanzania ambao ndo watumiaji wa internet, wewe ukipata nafasi ya kuwashauri labda wamekaa hapa ni mm, kwamba ongea nao nini, ambacho utawaambia. Internet ni nyenzo muhimu, tuseme mtandao, si ndio? Ni nyenzo muhimu mm, yeah, ambayo katika maisha ya kisasa faida zake zipo nyingi, kuanzia kuboresha mawasiliano, kupanua fursa na biashara. Kwa hiyo inategemea sasa wewe pale upo kwenye, za una, una, una, kwenye eneo ipi pari, kwenye mawasiliano peke yake, kwenye biashara au kwenye kupata tu habari yeah. Lakini kwa dunia sasa hivi bila internet huwezi kutoboa. Yeah. Sasa hivi kila kitu taifa za, za, za kijamii mm, aua yeah. ajira, ajira, na kutangaza ajira, mifumo ya ajira nchi yetu hapo kama una mtandao utabidi usikilize taarifa kutoka kwa mwenzio. Sasa ni nini, utakuwa umeshachelewa. mm. Kwa ushauri wangu mimi, watu tujitahidi kulingana na vipato vyetu tuwe na hizi vifaa vya kutuwezesha kuingia katika internet, na pia kwenye chochote unachokifanya unachokifanya ufanye kwa ukubwa kupitia internet. Hata kama ni mshona viatu, tangaza biashara yako vizuri kwa usmart, utapata mteja. Pia tufuate sheria za nchi, tusichapishe pia hizi vitu ambavyo viko viko, viko nje na maadili ya nchi yetu. Mm. Mm. Oh yeah. Hiyo uh, ni moja kati ya jambo pia ambalo uh, la kufata. Usa ni mm. Pia swala zima la maadili, ya maadili. Yeah, ni jambo muhimu sana. Sana. Yani yeah, mm. Ni jambo muhimu sana. Kwa hiyo ni moja kati ya watu jambo usiliache lakini pia kufata sheria za Sanji. nchi. Hili nalo pia muhimu kabisa. Sanji. Yeah. Yeah. Mm. Na bwana wangu makes me nisema asante kwa kuja Uh, natumaini pia wiki ijayo tuweze tukawa hapa pia kuzungumza swala so, lingine pia la ki uh, intaneti ambalo linaweza likamfaidisha uh, lika uh, lika pia msikilizaji wetu anaotusikiliza sasa hivi. Watu wakitaka kukupata wakupataje? s shukrani sana kwanza. Mpenda mapokeo, yeah, kuingia penda mapokeo sijakuingia hapa bongo, bahati mbaya yani kama bongo mbaya yani, ni kama niko sehemu ambayo da sikutegemea, pia sikutegemea pia mm. Nashukuru sana pia mii kwenye kupatikana

x3 mm. Basi, baridi shukran. mm. Sanasi, uh, tunakwenda befupi, tukirejea hapa, DJ Bimbim, kwa sababu tumeshaongea sana tangu mida fulani kwao. Bimbim inabidi afanya yake sana hapa katika Ijumaa ya leo ambayo really ni Good Friday wenyewe wanaita Ijumaa Kuu.